Zimetamatika hapa KMC complex. Mimi niko na Nasoro wa Yanga tunakwenda kuyazungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Nasoro, umeshuhudia dakika 90. Ah, kwanza mimi nashukuru Mwenyezi Mungu tumezangalia dakika 90 kamili zimekamilika bila wasi, ndio timu ya kwanza ligi itokea ianze. Timu ya kwanza ndani ya dakika tisini inaenda kushinda goli nne ni Yanga peke yake, na kama kuna nyingine mimi nitatembea uchi. Sio kama umepata mpinzani ambaye ni dhaifu, sijapata mpinzani unaoni dhaifu. Hii sisi tumeenda kuweka rekodi hii ligi msimu utokao uanze. Mchezaji mechi moja ndani ya dakika tisini yeah. aliyofunga goli mbili ni Boyeli peke yake na penalty. Kim taja Boyeli, mashine punda magoli hatari hiyo. She wangu nataka nikuambie mm. kuna vitu wachezaji wetu waliwekewa waambie, tushastuka eh? kuna vitu wachezaji wetu waliwekewa waambie, tushastuka ah. kila mtu atie nywele zake maji. Nini tena, hicho leo? Nakwambia tena. kila mtu atie nywele maji, kila mmoja atie nywele maji. Natoa salamu hii, nenda kapandisho usiogope Haya maneno nataka niyaongee sasa hivi eh. Naomba nenda kapandisha usiogope eh. Cha kwanza tunataka kuwaambia masaa sabini na mbili eh. Michezo wanataka kutuchezea tushaigundua, sawa eh? Michezo eh, wanataka kutuchezea masaa sabini na mbili eh. Tushawagundua kamati. kamati hakuna ligi yoyote duniani mchezaji hmm. akaenda kufungiwa mechi tano hakuna. ni kweli hakuna hakuna ligi yoyote duniani eh mchezaji anaenda kufungiwa mechi tano mm -hmm. Sisi tunajua kwa vile mwezi wa kumi na mbili mm. Tuna dabi na Simba, kwa hiyo Simba kashapigwa mara sita mfululizo, wanatafuta tekniki ya kupunguza wachezaji wetu uh -uh. Na nimejua na nawaambia za ndani tushazipata, kuwa anataka kwenda kumfungia Diara, za ndani tushapata, anataka kwenda kumfungia Diara. Tunawaomba, tunawaambia waache, kila timu uh -huh. Iende kucheza na wachezaji wake kwalite hatutaki kubebana. Kila mtu alikuwa wa anapiga kelele kasajili, sisi hatutaki kubebana, sawa. so, tunataka kwenda kupata bingwa halali, wasije kusababisha matatizo ya ligi iliyopita, wasije kusababisha matatizo ya ligi iliyopita. Tunataka kanuni za mpira zifatwe na kubebana bebana, tushaone ameanza jana, mtu anaachiwa peke yake anaenda kufunga goli kama ipo msikitini ya imamu we goli la pili la Simba, yule si imamu kumbe? Mna kumbe na raha gani banani? Kabebwa Yango, anaenda kucheza quality, Yanga anaenda kucheza. Unaona kuwa watu wameenda kutoa jasho lao, wanaenda kushinda. Sisi hatuendi kubebana bebana, sisi quality yetu inaamua. Tunamtaka yoyote yule. Tukilizungumzia goli la pili hapa amwone kama kuna namna yoyote ambayo imefanyika hapa mwamuzi kwa favor ya Young Africa. hakuna lolote li hakuna lolote eh. na sisi tunawaambia hmm. sisi wachezaji wetu hapo vizuri hmm. sisi wachezaji wetu hawana tabu hmm. sawa hmm. sisi tunawasubiri hmm. sisi sio milima tutaonana sisi ni pipo, pipo tutaonana bwana wanachokidai wanasema ya kwamba mkimwona timu nyingine tofauti na Simba Sports Club inaongoza ligi kuu basi ujue Simba aja tu, hakuna maneno hayo. Na siku zote nataka nikwambie, safari yoyote, watu wanaoenda, mwanamke anatangulizwa mbele, mwisho wa safari mwanaume ndo anapita. Sasa mwangalie mbele, akatangulizwa mwanamke gani? kaape jibu hilo eh? safari yoyote, asubuhi anaanza kutangulizwa mwanamke, mwanaume anafata nyuma mm. Kwa hiyo sisi tumewatanguliza, tunajua hakuna wasiwasi yoyote, tutaenda kukutana nao. Shida sio kukutana nao, zinakwenda kukutana na Simba ambayo imeshe nakwambia, usipate tabu Simba kuongoza ligi mm. Simba kama kamaaen no. Ligi ikianza, naongoza wao, mwisho wa ligi bingwa naenda kuchukua mtu mwingine. kwa hiyo hmm. si hatuogopi Simba kuongoza hmm. wengine mnatoa salamu gani sasa kuelekea kwa msimamo wa ligi kuu? Na hapa tuko break. Sisi hatuna shida, tunakwenda kwenye break, timu itakaa kambini kama kawaida, wachezaji watu tunawaamini, tunaenda kushinda michezo yote, tunaenda kuchukua ubingwa, neno moja kwa uongozi wa Yanga, neno moja kwa uongozi wa Yanga fika wa mimi, nawapongeza waendelee kupambana, ubingwa tunapata, asante.